Haya, kwingineko ni kwamba wakaaji na wafugaji zaidi ya familia 460 kutoka maeneo kame huko Kinna, Isiolo wamenufaika na vifaa vya kuwawezesha kukabiliana na ukame chini ya mradi wa Twende. Wakizungumza katika kijiji cha Malka Bisanadi ambapo walikabidhiwa bidhaa tofauti vikiwemo vifaa vya kufugia nyuki, mashine za kukamua na kuhifadhi maziwa ya ngamia, mbegu pamoja na mashine za ukulima wa nyasi pamoja na zinaweza kuhakikisha kuharakisha biashara hii. Wakaji hao wamesema kupitia Twende wameweza kupata vyakula vya mifugo. waliweza kutusomesha pia juu ya restoration kupanda miti, ndio sasa nikaweza kufikisha kwa sako ambaye sasa mwenyewe wako hapa wako na miche zao za miti, na pia wengine wako na wako na value chain ya maziwa, value chain ya, ya nyama ya ngamia, na pia tuliweza kuendeleza hizo maneno zikafikia zaidi ya watu mia tano ambaye sai wako ka na hiyo cooperative iko na vijana, iko na wazee na iko na wanaume. Tukishirikiana hivyo tunaona hali ya anga itaweza kubadilika. Tumeletea uh, vikundi tofauti tofauti vifaa tofauti kwa mfano, kwa wafugaji wa maziwa ya ngamia tumewaletea vending machines za maziwa, tumewaletea milk cans, tumewaletea uh, portable labs. Kwa wafugaji wa nyuki tumewaletea vifaa tofauti vya kuweza, uh, kuprocess asali, uh, kwa wafugaji wa mifugo pia, uh, vitu tofauti vya kukuza nyasi. Na manufaa haya yote ni ili wawezeshe kuboresha biashara zao.